Ya, kiukweli kwetu sisi tunamshukuru Mungu baada ya kumaliza mechi yetu ya mwisho juzi ya fainali na tuliweza kurejea Dar es Salaam jana na moja kwa moja kuingia kambini kwa ajili ya mechi yetu ya kesho dhidi ya Singida. Ya, kama tunavyojua ni kwamba ni mechi yetu ya kiporo na sio mechi rahisi, tunaijua kwamba ni mechi moja ya Singida, ni moja ya timu ngumu sana, ambayo ni timu ambayo imewekeza, ina wachezaji wazuri, ni timu ambayo eh, katika ligi inasumbua, kwa hiyo tunajua kwamba tuna mchezo mgumu katika gemi yetu ya kesho. Kwa hiyo sisi kama Simba tumejipanga na tumo katika maandalizi mazuri kabisa ya kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho, japokuwa pamoja na ugumu wa usingida lakini lazima tupate pointi tatu katika mchezo wa kesho. Ya, nafikiri utakuwa na ni mchezo mzuri kama nilivyosema awali, kutokana na uimara wa vikosi vyote viwili Singida wamekuwa na timu nzuri sana na wamekuwa wapinza ni wapinzani wetu ni watu ambao wanatupa game ngumu sana, hata ukiangalia mechi ya kwanza tulipata ushindi wa goli moja lakini ulikuwa so, mechi haikuwa rahisi sana. Kwa hiyo nategemea itakuwa ni mechi ni ngumu tena na ni mechi nzuri kabisa ambayo itakayokuwa kesho, yenye ushindani mkubwa sana lakini tumeshasema kwamba pamoja na ushindani wao na ugumu wao wote tutahakikisha tunapata pointi tatu katika mchezo wa kesho. Shukrani sana mwalimu. Yaani kweli ratiba, ratiba imekuwa tighti, na nafikiri duniani kote hakuna mwalimu ambaye anapenda kufurahia kucheza katika mechi ambayo kila baada ya siku moja mbili unaenda una, una kucheza mechi, hususan kama umetoka kucheza katika mechi ya fainali, lakini tulilijua mapema na ratiba tulikuwa nayo. Kwa hiyo tunaweza kumeneji, kume kujua ni jinsi gani tukacheze, na kutokana na mechi ambayo tuliyomaliza ya swala la rotation nafikiri ni, ni so, jukumu la sisi waalimu. Kwa hiyo tutakuwa tuna session ya mwisho ya mazoezi sisi leo. Kitu kizuri kwetu sisi ni kwamba timu zima iko kambini, wachezaji wote wako vizuri, kwa hiyo ni swala la benchi la ufundi kuamua nani aanze kesho na nani asianze. hicho ndio kitu kizuri kwetu sisi. Kwa hiyo nafikiri baada ya mazoezi ya leo, session ya mwisho, tutajua mpaka kesho nani atakayeanza nani ambaye haanze <coughs> Mi nafikiri kila mechi inakuwa na approach zake. Naweza kusema kwamba finali imeshaisha, na nikisema kwamba mechi ya finali imetusaidia kiasi gani kutokurudi katika ligi ya ndani, ni mashindano mawili tofauti na ni mechi mbili tofauti kabisa. Kwa hiyo nafikiri mechi ya kesho itakuwa na approach tofauti na mechi ambayo iliyopita. Kwa hiyo sisi tujiandae kwa sababu ni mashindano tofauti na ni mechi zingine tofauti. Nafikiri kila mechi itakuwa na utaratibu wake katika kuhakikisha tunapata matokeo ya ni kweli, baada ya fainali juzi, kwa sababu mataraji wetu ilikuwa ni kuweza kubakisha kikombe nyumbani, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo saikolojia lazima kila mtu hivyo iwe, iwe, lakini tunashukuru kwamba wachezaji wetu sisi naoelewa ni wachezaji ambao wamepevuka. Baada ya fainali tulifanya kikao na kusema sasa hili limekwisha, target yetu sasa ni kwenda kuweza kuhakikisha tunapata ubingwa katika ligi kuu, na huwezi kuwa bingwa kama ukushinda mechi hii ya kesho kutwa ya kesho. Kwa hiyo mimi nafikiri kila mchezaji yuko vizuri na lile lilopisha limepita. Kwa hiyo kila mmoja fokasi yake yote ni kwa ajili ya mchezo katika ligi yetu na hususan katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wetu wa kesho, japo tunatambua mchezo hauwezi kuwa rahisi kutokana na mpinzani wetu, hasa kwenye mechi yetu tunakuwa tunapata upinzani kweli. Lakini sisi kama wachezaji tupo tayari kupata mechi kesho nzuri, na tunatarajia kuwa mechi itakuwa ngumu. Lakini sisi kama Simba tumejitahidi tutajitahidi kuweza kupata pointi tatu. Ah, sisi kama sisi wachezaji cha kwanza ni kuhamasishana kwa sababu tunajua tumebakiza mechi chache kuweza kumalizia na tunataka tumalizie vizuri kwa kila mchezo kuweza kupata pointi tatu. Kwa hiyo hilo ndo kubwa kwetu. Okay. Nadhani sitokuwa mbali sana na mwalimu kama alivyozungumza hapa. Unaona, kombe hilo ambalo tumecheza fainali lishaisha kwa sasa, hizi focus yetu yote ni kombe la ligi pamoja na FA. Kwa hiyo ile focus ambayo umetona nayo kwenye klabu bingwa ndo hiyo ambayo utatuona nayo kwenye, kwenye, kwenye kombe la ligi au zaidi pia. Kwa hiyo sio kashangaa bado ukiona kwamba tumeongeza chachu zaidi, ila haiwezi kupungua zaidi, zaidi tutaongeza zaidi ya hiyo. swali lingine? Ya, tun, kama nilivyotangulia kusema awali Singida ni timu nzuri na wako vizuri, wanachezaji wazuri. Kwa hiyo wao kupumzika muda mrefu na sisi kucheza mechi baada ya siku mbili, sidhani kama kuna tatizo. Kikubwa tu ni sisi, jinsi tutakavyosikiliza maelekezo ya walimu na kuweza kuyatumia kuweza kupata matokeo kesho, siku ya kesho. Nashukuru sana. Ah, kama nikifanikiwa kupata nafasi katika siku ya kesho ni kuweza kuipambania klabu yangu kuweza kupata pointi tatu.